Ni kwa majina naitwa Lugano Adam Gwakesa, nimefika hapa katika ofisi za Ikram Foundation nikiwa nimetokea hospitali ya taifa ya Muhimbili kitengo cha moyo pale JKCI, ila ni mzaliwa wa Mbeya, wilaya ya Kyela. Kilichonifikisha hapa hadi kwenye ofisi hii ni kwamba nilienda hospitali nikaambiwa na tatizo la umeme wa moyo. Kwa hivyo basi, daktari alipo nifanyia vipimo nikagundulika kuwa na shida hiyo. Ni shida ambayo niliambiwa na daktari kwamba nilizaliwa nayo na wao wanadai niliurithi kutoka kwa, kwa mzazi ambaye ni marehemu baba yangu ambaye yeye ya alifariki kwa tatizo hili akiwa na umri wa miaka thelathini na mbili, na mimi hapa nilipo na miaka ishirini na tisa mwezi wa nne nafunga miaka 30. Na tatizo hili daktari anadai nilikuwa nalo kwa muda, lakini huwa linaleta athari pindi unapofika umri wa kuanzia miaka 20 mpaka 30, na hatari yake ni kusababisha kifo cha ghafla. Hivyo nipo katika ofisi hizi za Ikram Foundation kuomba Watanzania popote pale walipo mnisaidie, kwa ajili ya kuweza kutibiwa, kwa sababu nisipotibiwa mapema au kufanyiwa operation hii mapema ninaweza kupoteza uhai wangu muda wowote, kwa sababu kila ninapokwenda mapigo yangu ya moyo yanashuka, na hivi juzi tu nimetoka kliniki, naambiwa mapigo ya moyo yako chini, na hata hivyo nimestishua kutumia dawa kwanza ili waone kwanza nini kinaendelea, ili nifanyie kwanza operation, ndipo nirudi kwenye dawa, kwa sababu dawa ya moja kwa moja hakuna zaidi ya kufanyia operation. Hivyo nawaombeni sana, nisaidie, kwa sababu nachohitaji mimi nikufanyiwa matibabu. Hivyo kwa yeyote anayeguswa, asiniletee pesa mkononi au asinitumie pesa mkononi. Kuna control number kwa wale walioko Tanzania na kuna swift code ya malipo kwa walioko nje ya Tanzania ili waweze kunisaidia. Shida yangu kubwa tu nachotaka ni kupona, anilipie hiyo gharama ya shilingi milioni kumi na nane, japo wao wamedai hata nikipata robo ya hiyo pesa wao wako tayari madaktari kunifanyia. Changamoto ni pesa, sijaweza kupata ya kukidhi kuweza kufanya operation. Hivyo nakuja mbele zenu nikiwaomba wale wenye matatizo kama ya kwangu ambao walishowahi kuumwa wakapona wakasaidika, nami pia napigania uhai wangu Kwasabu bado ni kijana na miaka midogo kabisa kiasi kwamba nikiweza kupona naweza na mimi nikapambania taifa hili kuwasaidia wengine ambao kuwa kama sababu, kwa muda huu siwezi kufanya kazi yoyote wala shughuli yoyote. Hata tembea, natembea lakini afya yangu muda wote naweza nika nikapoteza uhai wangu. Kwahivo naomba watanzania mnisaidie, sina mtu mwingine wakunisaidia zaidi ya ne kupitia si Mungu. Na nawashukuruni sana na Mungu wabariki. Aa, na hizi ndo karatasi zangu za matibabu. Wakati nimekwenda hospitali nili, baada ya kwenda hospitali niliandikiwa na daktari order invoice ya gharama ya milioni kumi na nane kama inavyoonekana hapa, ambayo nitakiwa nilipe kwa ajili ya hiyo ablation. Baada ya kuambiwa nilipe hii, nikapewa pia karatasi ya malipo kwa yeyote yule ambaye anaweza akaguswa kuchangia kwa urahisi ambapo nilipewa karatasi hii kwa ajili ya malipo ambayo ina control number account number pamoja na swift code, ambao hapa inaonyesha gharama ya shilingi milioni kumi na nane ambazo natakiwa nifanyie operation. Kwa hivyo baada ya kwenda hospitali, baada ya kuzunguka kwenda hospitali wa jamii kwenda kuomba, niliporudi tena hospitali juzi kwa daktari, nikaambiwa mapigo yako ya moyo yanaendelea kushuka kwa hivyo natakiwa nifanye juu chini niweze kupata hiyo hela kwa ajili ya kufanyiwa operation kwa haraka, kwa ajili ya kunusuru maisha yangu. Ndipo katika kuwaomba, wakaniambia pengine kama nitaweza kupata hata robo ya pesa ile, ili nifanyiwe kwa ajili ya kunisaidia kunusuru maisha yangu. Hivyo naomba kama Watanzania kwa yote, aliyepo sehemu yoyote ile aweze kunichangia, kwa sababu sihitaji pesa mkononi. Kila kitu kiko hapa kwenye hii karatasi, account number, control number pamoja na swift na swift code ambazo mtu anaweza kanichangia pamoja na kutumia tu risiti tu ya malipo ili kwenda kupeleka hospitali niweze kufanya operation. Asanteni sana.